92 au 0678813891. Saa moja dakika 38, Afrika Mashariki, saa 12 dakika 38, Afrika ya Kati, Korea Kusini saa saba mchana na dakika 38. Na karibu katika matangazo ya moja kwa moja uh, kutokea hapa studio zetu za Dar es Salaam, Tanzania. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D. Mimi ndiye ambaye ninakuangazia magazetini leo, kuanzia mwanzo hata tamati. Ni dakika 30 tu za kuangaza hayo kwani magazetini leo kwa kawaida kukujia hewani kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi saa moja dakika thelathini kwa saa za Afrika Mashariki au kwa maana nyingine kwa saa za hapa Tanzania. Basi mtazamaji, popote hapo ulipo, karibu shiriki nami kuanzia mwanzo hata tamati. Kukamilisha matangazo haya, siko peke yangu. Upande wa mitambo mwenzangu ni Kamara anayehakikisha sauti hii inakufikia vilivyo katika ngoma ya sikio lako, lakini vile vile macho yako hutizama picha angavu, matangazo yanayokujia kupitia Sauti Kuu Online TV. Tutumie ujumbe wako, unaitwa nani, unatoka wapi na unasema nini, kupitia live chat ya hapo, lakini pia wale ambao mnatufuatilia kupitia mitandao mingine ya kijamii kama vile Instagram, uh, TikTok tutumie maoni yako kupitia comment section. Na nami nitausoma ujumbe huo nipatapo tuwa saa. Kumbuka kuwa magazetini leo, bwana, mimi kazi yangu ni kukuangazia tu kwa uchache, kisha nakupatia nafasi ya kujipatia nakala ya kupata habari kwa kina ama kuondoa utata wa habari inayokutatanisha katika ufahamu wako, kwa maana nyingine haujaikamata vilivyo Habari hizi ni zile tu ambazo zilitukia, zinaendelea kutukia na zinatarajiwa kutukia, zikaandikwa na waandishi mbalimbali katika nakala za magazeti tofauti za siku husika, na hayo yamethibitishwa na wahariri wa vyombo hivyo e, vya habari ama magazeti hayo kuwa hayo yafaa kwa umma. Haya unaweza kuyapata kwa kina utakapokamata nakala ama kutembelea kurasa za mitandao ya kijamii ambako huko pia habari hizi huandikwa kidijitali zaidi. Tuanzie ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanahalisi kama sehemu ya kwanza e, ya magazetini leo, yaani sehemu ya kwanza kwa ajili ya habari za kitaifa na kimataifa, sehemu ya pili michezo na burudani. Mwanahalisi limeandika waziri wa JPM akimbia nchi, kulikoni? Ukurasa wa pili unaeleza kwa kina e, waziri wa JPM akimbia nchi. Edwin Mtei, gavana aliyegeukia siasa za upinzani. Habari hii pia imetajwa katika gazeti Mwana Halisi. Vunja bei kupiga mabilioni ya walimu, soma zaidi ukurasa wa nane. Habari nyingine anasema, Warioba aitoa wa CCM mafichoni. Butiku naye akata kamba mbele ya waandishi wa habari, awaita wazee wenzake huko Dodoma kulikoni. Butiku naye akata kamba mbele ya waandishi wa habari awaita wazee wenzake huko Dodoma. Habari hii imetajwa katika gazeti Mwanahalisi, unaweza kujipatia nakala hiyo kupata habari kwa kina. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Diaspora wana mchango mkubwa wa kiuchumi, Dr. Mkuya. Vilevile vile amezindua mfumo usajili wa Zanzibari wanaoishi nje, azindua mfumo usajili wa Zanzibari wanaoishi nje Haya, Dkt Pembe ahimiza kasi ujenzi ofisi za shirika la magazeti habari nyingine inasema Kitwana ataka nidhamu kwa wapiganaji chuo cha mafunzo habari hii ikielezwa katika gazeti Tanzania Leo kwa ukweli na uwazi. Vile vile Tanzania na Marekani kushirikiana sekta ya madini. Mafuriko makubwa ya yazikumba baadhi ya nchi kusini mwa Afrika. Habari hii pia imeelezwa katika nakala hii ya gazeti Zanzibar Leo, kama ambavyo nilitangulia kusema hapo mwanzo kuwa sehemu ya kwanza ya magazetini leo ni kwa ajili ya habari za kitaifa na za kimataifa. Haya, tuangazie gazeti Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Habari kubwa inasema, benki ya TADB ya ng'ara maonyesho ya kifedha, naibu waziri aipa kongole kwa kuwa mkombozi kwa wakulima na wafugaji. Serikali yaipongeza PASSF matumizi bora ya tehama. Haya, RPC Tarime afafanua kuhusu raia aliyetaka kumpora askari silaha benki. Habari imeelezwa vilevile katika gazeti Raia Mzalendo, RPC Tarime afafanua kuhusu raia aliyetaka kumpora askari silaha wakiwa benki. Haya, naondoka hapo nikitupia macho gazeti Majira gazeti huru la kila siku ninao uhuru wa kuangazia habari zake. Gazeti hili limeandika gharama hara, e, za umeme hazijapanda, serikali nathibitisha hilo kwamba gharama za umeme hazijapanda ni kwa miaka kumi mfululizo, lengo ni wananchi wadumu gharama za matumizi ya umeme e, ufungaji mita ufungaji mita janja, lakini waendelea e, ufungaji mita janja waendelea nchi nzima habari hii imeelezwa katika gazeti Majira, gazeti Huru la kila siku TADB atoa bilioni 49 kwa wakulima pamoja na wafugaji kaskazini. E, waziri Dr. Kijaji awasilisha taarifa nne za utekelezaji. Zijua mbinu za kuepukana na saratani ya mlango wa kizazi, habari ambayo imetajwa katika gazeti Majira, gazeti Huru la kila siku CRDB Dubai kunufaisha mitaji ya kimataifa Afrika Mashariki na Afrika ya Kati, gazeti Majira linaeleza. Naondoka hapo mtazamaji, nikitupia macho gazeti Mtanzania leo. Kazi ni kipaumbele chetu, naibu waziri aipongeza TADB kwa kuwafikia wakulima na wafugaji e. TADB yaendelea kuwa kinara, mageuzi ya kilimo nchini yafikia maelfu ya wakulima na wafugaji na wafugaji bara na visiwani. Haya, habari nyingine inasema, wastaafu wanachama PSSF waeleza namna wanavyopata mafao yao haraka. Ofisi ya waziri mkuu wa TIA wasaini hati ya makubaliano kushirikiana. Vilevile CCM ya mji ya juu Joseph Butiku kuhusu Chadema kuzuiwa kufanya siasa. CCM ya mji ya juu Josefu Butiku kuhusu Chadema kuzuiwa kufanya siasa. Habari imetajwa katika gazeti Mtanzania leo, kazi ni kipaumbele chao, nami sina budi kuachana na gazeti hilo na kutupia macho gazeti Mwananchi. Mwananchi ukurasa wake wa mbele umekolezwa wino mweusi, habari isemayo mikopo kwenye simu mkombozi. <laughs> Mikopo kwenye simu, mkombozi. Habari hii imetajwa ukurasa wa kumi na mbili. Mtazamaji utatuambia kupitia, uh, live chat hapo, uh, ama comment section kwamba ni kweli mikopo kwenye simu ni mkombozi. Haya, wamepikwa Chadema wanatumika serikalini, maadhimisho miaka thelathini na tatu. Wamepikwa Chadema wanatumika serikalini, habari hii ime, imeelezwa hapa na imeorodhesha baadhi ya habari, picha za viongozi eh, ambao wako madarakani hata sasa, kwamba hawa walipikwa Chadema lakini sasa wanaitumikia serikali. Naondoka hapo. Habari nyingine inasema uzazi wa mpango mbioni kuwa fao bima ya afya. Dr. Jonathan utatuambia kuhusu hili thamani eh, ya siku 1034160 za mtei kwa uchumi Tanzania ni habari ambayo imetajwa hapo eh, CRDB yatanua wigo, yazindua tawi jipya Dubai. Vile vile nakala hii ya gazeti Mwananchi inaeleza undani wa habari hiyo. Gazeti Uhuru ukweli daima limeandika CCM haikuhusi eh, CCM haihusiki kuizuia Chadema. Hii ni kauli anayeitoa kiongozi kwamba bwana CCM haihusiki kuizuia Chadema. Haya, uwekezaji wa bilioni 25 sekta ya afya ni mjadala. Kurasa wa pili unaeleza wasomi wafichua siri mapato ndani kupaa. Kamati ya bunge yaipa tano wizara ya nishati, habari hii imeelezwa katika gazeti Uhuru ukweli daima. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Mwananchi Huru, TADB yatoa bilioni 49 kwa wakulima wafugaji kanda ya kaskazini. Serikali yataka CBE Kilimanjaro kuzalisha wataalamu sekta ya utalii, CCM yamshushia Butiku yamshushua kumradhi, CCM yamshushua Butiku kwa taarifa za uchonganishi. Habari nyingine kunako gazeti Mwananchi Huru inasema kaimu mkurugenzi mkuu eh, asifu uwekezaji wa matukio Daima Media tia ofisi ya waziri mkuu wa saini makubaliano. Habari hii imeelezwa katika gazeti Mwananchi Uhuru. Mtazamaji, naondoka hapo nikiangazia gazeti wa Machinga Sauti ya Wanyonge. Gazeti hili limeandika umeme kutopanda kwa takribani miaka kumi. Haya bwana waziri Ndejembi, Ndejembi anaeleza E, mikakati ya wizara yake mbele ya kamati ya Bunge, asema lengo ni wananchi wa mudu gharama za matumizi ya umeme nchini. E, ufungaji mita janja waendelea kila pembe ya nchi. Umeme kutopanda miaka kumi. Tanzania, Marekani kuendelea kushirikiana sekta ya madini e, kata za Mzinga Malengali, Malangali e, kupiga kura kuchagua madiwani Leo haya, naondoka hapo mimi nikitupia macho gazeti Taifa Tanzania uzalendo kwanza. Gazeti hili limeandika Tanzania ina hazina ya madini ya kinywe eh, mahitaji ya dunia katika madini hayo yazidi kufungua fursa za uchumi. Nakala ya gazeti Taifa Tanzania eh, uzalendo kwanza inaandika, Ndejembi ahidi gharama za umeme hazitapanda. Miongoni mwa habari pia ambazo asubuhi ya leo zimetajwa e, katika nakala za magazeti tofauti kwa hapa nyumbani Tanzania, gazeti Mwanahabari, gazeti Bora limeandika mfumo mpya utoaji haki watambulishwa. Dkt Mwigulu aongoza kikao kazi na mawaziri uwekezaji wa taifa. Ndejembi anasema gharama za umeme hazitapanda. Basi habari hizi na nyinginezo utazipata katika nakala hiyo, huku gazeti Uelekeo leo yetu ndiyo kesho yetu limeandika hatuhusiki na Chadema kufungiwa, kauli ya CCM hiyo. Tanzania ya paki, uchumi Afrika WB, kampeni mpya vio vikuu eh, vitoe mafunzo ya ujuzi, ni habari ambayo pia utaipata katika nakala ya gazeti eh, uelekeo leo yetu ndio kesho yetu. Gazeti habari leo guiji la habari Tanzania limeandika bima ya afya kwa wote ya eva, NHIF yaagiza eh, mameneja wasajili wananchi. Kamati ya bunge yaridhishwa maandalizi. Kurasa pili unaeleza Samia sifu Samia aisifu CRDB diplomasia ya uchumi. Nakala ya gazeti habari leo inaeleza mahakama yataifisha skania ya kesi ya milioni 126 za TRA. Kurasa watatu, unaandika mifumo ya kidijiti e, kurahisisha ibada ya hija. Habari hii imetajwa katika gazeti ya habari leo, gwiji la habari hapa nyumbani, Tanzania. Wakati huo gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, likiandika bunge la simamia hoja ya Samia ni ile ya kuwasaidia wazawa katika miradi ya ujenzi la mwagiza waziri aongeze fursa walipwe kwa wakati elezo ndio moja ya njia ya kukuza uchumi wa nchi Tanzania Marekani kuimarisha ushirikiano sekta ya madini. CCM wamjibu mzee Butiku zuio Chadema kufanya siasa kihongosi afunguka kauli za chuki na upotoshaji gharama umeme hazijapanda miaka kumi ndejembi huyo kudai haki yako, ya ku, eh, kudai haki yako hakukupi ruhusa ya kuharibu mali. Nakala ya gazeti Tanzania Leo sauti ya Mtanzania inaeleza kwamba ndio, ni haki yako kudai haki, lakini haimaanishi uharibu mali ili kuipata haki yako hiyo unayoidai. Sawa, hilo liko wazi, na yeyote yule mwenye ufahamu timamu basi naweza kulielewa. Gazeti hili linatamatisha sehemu ya kwanza ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa. Tupate mapumziko mafupi. Nikirejea hapa moja kwa moja tuna baluza kunako michezo na burudani. Mwana michezo usiondoke.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 sifuri sita saba nane nane moja tatu nane tisa moja ya pili ya magazetini leo hii iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani kama ilivyo kawaida. Hapa tunaangazia kurasa za mwisho za magazeti ambako huko ndiko habari hizo huandikwa, lakini vilevile gazeti mahususi kwa habari hizo za kimichezo na e, burudani gazeti Mwana Sporti. Magazetini leo, kipindi pekee kinachokujia Jumatatu hadi Jumamosi saa moja na nusu asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati saa 12 na nusu. Jina langu ni Dorcas Daniel, wengine Huniita Double D, si mbaya. Karibu tuangazie kurasa za mwisho za magazeti na magazeti mahususi kwa habari za kimichezo na burudani. Gazeti Zanzibar Leo limeandika "Tumejipanga kimkakati kuandaa Afcon 2027", kauli ya kwake Dr. Pembe. Haya, tunashukuru kwa maandalizi hayo, tupo tayari kushuhudia eh michuano hiyo ya Afcon 2027 ikichezwa huku. Haya, Guehi afurahia kuhamia Mansidi. Sawa. Waziri Abdul Gulam afungua michezo ya mashirika na mawizara. E, Abdul Zuka afungua michezo ya mashirika pamoja na mawizara, Waziri Abdul Gulam. Haya bwana, barka e, baka ya mtoa ya mtoa kwa mkopo Sawa, habari imekuisha kuiona michezoni hapo, mwana michezo utaipata. Basi gazeti linalofuata gazeti Majira ya ukurasa wake wa mwisho umeandika Simba Sports Club Yanga wakwa pipa kuwafuata wapinzani CAF, kumradhi, CAF Champions League. Simba Sports Club Yanga wakwa pipa kuwafuata wapinzani CAF, uh, Champions League, wekundu wa Msimbazi waifuata Esperance ya Tunisia huku wananchi wao wakiwafuata El Ahali ya Misri wachezaji Senegal kulamba milioni 339 kiwanja. Habari hii imeelezwa katika gazeti Majira ukurasa wake wa mwisho. Vile vile gazeti, eh, gazeti Uhuru limeandika makocha Yanga Sports Club pamoja na Simba Sports Club wazitambia El Ahali pamoja na Esperance habari ambayo imetajwa katika gazeti Uhuru, saa kumi kamili kumradhi, saa moja kamili usiku muda Yanga itakapocheza kesho na el Ahli ya Misri. Pawasa mtemi wazipa mchongo, e, Jesus amwaga machozi, ni habari ambazo utazipata katika gazeti uhuru ukweli, e, Daima. Sasa gazeti wa machinga Sport limeandika mtibwa shuga ya ikanda Mbeya City mbili kwa moja. Mtibwa sukari ya ikanda Mbeya City mbili kwa moja. jigudiala usajili bora Yanga azizikia tua itfak Libya. Habari ambayo imetajwa katika gazeti uh, wa machinga Spoti uh, huwa amalizana na Waarabu habari hizi utazipata Mwana Michezo. Hapo naondoka, hapo nikiangazia Taifa Tanzania Uzalendo kwanza, michezoni azizikiaondoka Wydad eh, ajiunga El Ittihad ya Libya, habari ambayo imetajwa katika gazeti Taifa Tanzania. Eh, michezoni, alichosema Mayele baada ya chama kurudi tena Simba <laughs> kimetajwa ukurasa 14. Vipi atarudi na yeye Yanga? Eh, haya naondoka hapo nikiangazia gazeti Mwanahabari bwana, michezoni huku limeandika azizikia jiunga na El Itfaq ya Libya, Mayele yampongeza chama kurudi Simba, wakubwa waibomoa Singida Black Stars, Yanga yatua Misri kuifuata Al Ahli. Habari hiyo utaipata katika nakala hiyo. Sasa ni kuangazia gazeti Uelekeo Sporti, limeandika namba kumi bora amerejea Simba mwenyewe Chama adai hakujiuliza mara mbili Mayale bwana, anasema namba kumi bora amerejea Simba mwenyewe, Chama adai wala hakujiuliza mara mbili, hapati shida na hiyo kurejea, Msimbazi haikumpa utata. Kwa maana nyingine, Yanga yatoa kibabe Misri. Habari hii imetajwa katika gazeti Uelekeo Spoti. Da City atoa fursa kwa wachezaji wa zawa haya Naondoka hapo nikiangazia gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, upande wa habari za kimichezo na burudani. Chama kuikabili Esperance, habari ambayo imetajwa katika nakala ya gazeti Habari Leo. Yanga kamili yaifuata El Ahli. Eh, Barnaba Classic hataki mazoea 2026. Sawa <laughs> BMT kuboresha sheria za michezo nchini. Mtibwa Shuga gari unaambiwa limewaka. Haya, Tanzania leo michezoni. E, chama atoa ahadi Simba Wydad ya mpiga e, ya mpiga bei aziziki kikosi kipana champa jeuri Pedro. Ni habari ya kimichezo na burudani asubuhi ya, ya leo ambayo utaipata katika nakala hizi za kimichezo na burudani. Sasa tuangazie gazeti Mwanaspoti. Gazeti hili limeandika Surprise Simba masta kibao kufyekwa, kocha mmoja Atemwa kulikoni? Pedro anasema kuna mambo mawili, aanika mikakati ya kuivaa Al Ahli. Habari ambayo imetajwa katika gazeti Mwanaspoti. Kijiwe cha Salim, majina ya ajabu katika soka ni habari pia ambayo utaipata katika nakala hii ya gazeti e, Mwanaspoti, nakala ya gazeti pekee habari za kimichezo na burudani zinakopatikana. Kwa hiyo mtazamaji, sasa jukumu la kujipatia nakala kupata habari kwa kina wala si la kuku Eh, si sana ni jukumu lako, na kama basi umeridhika, sawa, unaweza kutembelea pia kurasa za mitandao ya kijamii huko kupata habari hizo, nasi pia tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, lakini TikTok kama Sauti Kuu TV. Nami unaweza kunifuatilia vilevile kupitia mitandao hiyohiyo hiyo: Instagram Dorcas underscore Daniel255, lakini ukirejea pale TikTok, basi nafahamika kama Double D. Asante kuwa nami kuanzia mwanzo hata tamati. Jina langu ni Dorcas Daniel, upando mitambo mwenzangu ni Kamara.